Sante, nina kushukuru sana. Mungu akubariki kane. Nyini hami jamani, sasa kwa nini hauna roho ya kusema asante? Akina mama mliokonu, mwashukuru waume zenu, na wanaume pia mshukuru. Kuna akina mama kweli, wakipewa hata hela ya matumizi hata kusema baba kubarikiwa, asante, hawana anakuapua tu, utafikiri ni fungu. Niambia fungu, yale mandege yanauruka hivyo cha. Yani unatoa elfu ishirini ya mboga, anaidaka mshahara huyo. Ni wewe mwana mtu sincere tu ndio basa. Huyo baba anahangaika kuibata hiyo hela, mshukuru. Utie Mungu, mwambie Mungu akutie, Baba, tufanikiwe tena kesho tule vizuri. Ndiyo maana tumekuja mbele za Mungu kwa moyo wa nini? Kwa shukrani, kwa uhai kwa uzima kwa mambo aliyotutendea. Yakobo 4:6, Yakobo 4:6, Yakobo 4:6 inasema, lakini anatoa neema zaidi. Kwa hiyo asema, Mungu anawapinga wenye kiburi, bali anaupa neema wanyenyekevu. Kwa kumcha Mungu na kwa moyo wenye wenyenyekevu, tunaonyeshwa baraka nyingi zaidi na tunainuliwa katika utukufu wa nani, wa Mungu. Kwa hiyo kwa ujumla wake Mungu anawapinga wenye nini? Kiburi. Unyenyekevu huleta neema ya Mungu kwenye familia, kwenye ndoa, gombana wala doro hamtagombana gombana wala hamtatishiana. Niseme hili kwamba kuna watu ambao inafika saa anatishia mara kwa mara. Ukiona mtu anakutishia ujue alishaamua. Kwa mfano, ukisikia mama anakwambia kuna siku nitaondoka hapa. Ujue alishaondoka siku nyingi, anasubiri tu utimilifu. <laughs> Jiandaye, mimi hapa nashikiliwa tu watoto wangu. <laughs> <laughs> Ujue ni kweli, ukisikia baba anasema wewe unafikiri wewe ni mwanamke pekee, tayari. <laughs> <laughs> kisha kulamba. <laughs> <laughs> Ukisikia tu, unafikiri wewe ni mama pekee, haya. Ah, endelea tu Tayari wewe ushatoka kwenye nini? Kwenye mfumo <laughs> kuna maneno tukiyasikia unaweza kushituka mm, mm, mm. Na kuna mengine hayaongelee, yani hawezi kuongea. Ukisikia mtu anaguna toto mhm mm, kwenye mm, mm, kuna kuna maelezo ya kutosha huko.